Unachoma kituo cha DAWASCO kinachowapa maji safi na salama, unataka waishije hawa watu? Hii si serikali, unataka hawa wa si serikali hawa watu waishije? Mabasi sita, nyumba binafsi mia mbili sabini na tatu vituo vya polisi mia moja hamsini na tisa vituo binafsi vya mafuta mia sita sabini na mbili Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya ya mwenye kituo, ni nishati ya usafiri moja, atoke hapa aende pale. Hii si hii si ya mwenye kituo, hii si ya, si ya serikali, si ya ku, si ya kuisafirisha serikali. hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri, atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania mtu mmoja mmoja, magari ya watu binafsi elfu moja, mia sita arobaini na mbili, elfu moja, mia sita arobaini na mbili. Hawa ni watu binafsi, haujui dini yake, haujui uumini wake wa chama chochote cha siasa. elfu moja mia sita arobaini na mbili ni economic sabotage. Watanzania hawa wote hawa, awe ana duka lake, ana gari yake, ana kitu. Ni watu wanajikusanya sana kufanya haya mambo, anajikusanya sana hata ninyi hapa amjanunua magari kwa ziada, nyi mmejikusanya sana, mmejinyima Ndo maisha ya Mtanzania, ndo maisha ya watanzania walio wengi, wanajikusanya pikipiki piki binafsi elfu mbili mia mbili sitini na nane Magari magari ya serikali zingine, ambulensi, mengine magari ya ya afya mia tisa sabini na sita Umechoma vituo vya mwendo kasi. Unataka ukachome stendi ya Magufuli, unataka ukawashe e, eh, Kinyerezi ambako ndo inatoa nishati ya nchi nzima, unataka ukawashe mafuta. This is purely an economic sabotage. Hii si mali ya serikali, si mali ya mtu binafsi, hii si mali ya, ya kiongozi wa serikali. It is purely an economic sabotage. Wengine wakawa wanaongelea na reli, wengine wakawa wanaongelea na, na mali kubwa kubwa, rasilimali kubwa kubwa za Tanzania. Sasa, hii si siasa, kuchoma reli si siasa, hii sio siasa. Watanzania, mali hii ni yenu na nchi hii ni yenu. inakasirisha na inaleta ghadhabu sana pale unaposikia, na wanaofanya hivi wanatumia Kiswahili waonekane ni Watanzania, lakini hawapo hata Tanzania. Kule wanakoishi na walikohifadhiwa, nadhani wengine walishopata na uraia, wanakuambia wewe, choma hospitali. Wao hospitali walipo na, na watoto wao ni pua na mdomo wanakwambia choma barabara na reli. Wao kule kwao hata kizibo cha maji hakiruhusiwi kutupa kwenye barabara, ndizo barabara wanazotumia na magari yao, ndo maisha yao. Tanzania tuamke. Ndio, ndio, tuna mambo yetu, ndio hapa na pale, hapa na hiki. Mtu anaweza akawa na grievances zake, lakini tusitumike kuchoma nchi yetu. Hiyo isitumike kuchoma nchi yetu. Hatuna nchi nyingine, na ukitaka kujua ni economic sabotage kwamba huku kwingine imetafutiwa sababu. Ukitaka kujua ni economic sabotage, linaisha hili. Anasema na watalii wasiende Tanzania. Watalii si mali ya serikali, mtalii akienda Arusha Taxi, taxi driver wa Arusha anambeba Tua guide, mtoto wa Kitanzania anawasafi anawasindikiza. Mlima, mlima karoti wa Ngare na Nyuki anauza karoti yake, ili si shamba la serikali. Fedha inayopatikana ndio inapeleka mtoto wa Kitanzania elimu bila ada, fedha ya, ya kutoka mlima Kilimanjaro inapeleka na watoto wa Songea, inapeleka na watoto wa Kiela, inapeleka na watoto wa Rukwa elimu bila ada zaidi ya bilioni thelathini na tano kila mwezi. Serikali haina fedha inayoitwa ya serikali, ni fedha yenu wa Tanzania ndio inapeleka hawa watoto. Huyu anawaambieni hawa msiende hapo, na anasema yeye ni Mtanzania, anaweza akawepo na mtoto wa Arusha, naye kijana wa Arusha naye akasema ndio msije. Anasahau kwamba kuanzia bodaboda driver, taxi, tour guide na mkulima wa karoti naye hatauza na waloji hata na wahoteli na, wa na, wa na atapunguza ajira ya wale walioko kwenye maeneo haya. Hii ni sabotage. Eh, kwa nini yatokee mara hii? Yaani yatokee mara hii ambapo tumeboresha bandari, yatokee mara hii ambapo tunajenga reli na reli hii, reli hii itakuwa ya tano kwa urefu duniani na ya kwanza kwa Afrika na na ni standard gauge railway, Siu za diesel zile za so, ni standard gauge, ni ya umeme in regional railway. Wenye mawazo ya biashara wananielewa haya, na kwamba tumeongelea kujenga ya kaskazini na kujenga ya kusini, bandari ya kaskazini na bandari ya kusini, eti ndiyo haya yatokee ya ku Zenj TV, tujivunie nyumbani.